Leo hakuna anayebebwa kwenye tenga. Kila kituo cha afya kina ambulance. Mmekaa kimya. Leo tunafanya operesheni za vichwa. Zamani operesheni ya kichwa, tunafungua fuvu, fuvu linafunguliwa ndio anakwenda kucheki ndani. Leo teknolojia imepanda, Samia ameleta operesheni ya kichwa, pipe inatiwa puani, inakwenda inagusa ubongo, inakwenda inatoa damu iliyoganda, inakwenda inauleta ubongo kae levo, unakwenda unafungua mishipa. Unamwambia mtu natoka kwenye operation ya kichwa, anakataa. Mbona mmekaa kimya, hamsemi? Leo operation ya moyo, mimi niliwahi kumwona mtu mmoja tu operation ya moyo, mwindi mmoja alikuwa anaitwa Bora Yusufu Ahmad Bora alichanwa toka kwenye koo mpaka chini ya kitovu, wanafungua kama kabati, unataka kuchagua nguo, ukaupate moyo. Leo moyo Samia inaingia sindano tu, operesheni hiyo. Hata kakaangu marehemu leo Nida alifanyiwa Hamisi, amisi eh, nimefanyiwa opereshen, natoka India, mzee mboni una dalili? Akasema unaona, aka katundwa ka kama ameng'atwa na mbu hivi. Leo operesheni ile tunaifanya Tanzania. Inaingia sindano, inakwenda kuzibua mishipa, inakwenda kuangalia vile vitu vya kwenye moyo, inarekebisha. Presha ikoje, mapigo yakoje, damu inakwendaje, sindano inatoka, daktari anaangalia kwenye skrini. Tunafanya nchi hii, hatusemi.